Mastorie maconjeta hivi tuachie hapo pili. Unaona sasa hii maneno ya kwenda nje kutritiwa, sasa that will be a thing of the past kwa sababu tuko na 256, sio 254, 256 CT scanner ai, ambayo inasaidia ku save 14.7 billion ndio watu waweze kutritiwa hapa, sio kwenda huko ngambo alafu wanalipa bei uh, kubwa. Hiyo Ministry of Health imefanya na pia kuna dawa za kutosha za HIV. Ukicheki kama Nevirapin imejazwa kule jo, je, Jaramogi Oginga Odinga Hospital imejazwa tu hivi for seven months. Kwa hivyo si zile studio watu wanasema kuna dawa za wale watu wako na HIV, na niwe, ni, ni, ni ndugu zetu. Na pia tunafanya kama gava development kila mahali, si ati ni story tu ya hapa na kule la -a. Ukicheki kama Yata na Machakos kuna miradi ya 1.6 billion, moja yapo ikiwa yi last mile connectivity ya 6500 households wanapatiwa nini, stima, ndio waweze kujisaidia mambo ya kama ni shule na masoko na kadhalika, yote gava inafanya nini. Hata tulikuwa huko Rusinga and a big high to Rusinga Girls High School, tulikuwa na nyinyi na mwalimu wenu Linet Sigei, tukafurahi sana, tukaona shule yenu na mkasema pia nini wa Kenya wazalendo tumekuwa huko na ulugi BMU eh? wakiongozwa na chairman wao msee wa nguvu sana tukaenda pia pale Kogalo BMU, tumezunguka tumekuwa pia international day eh, of albinism. Tulikuwa naye kule Eldoret mama, mama wa taifa mama Rachel Ruto na pia yeye ndiye amekuwa mgeni wa the day of the african child. Kwa hiyo mambo iko poa sana kwa sababu na nacheki serikali inafanya mambo ya rights ya, ya watoto unacheki, mambo hii ya kusema sure budget iwekwe planning iwekwe, ndio tuko na hii stori ya chemis, ndio tunajua kila mtoto ni nani nani nani nani, hiyo na pia vitabu 9.9 milioni zimepatianwa. So leo tuko poa kabisa, tunataka kuzungumzia maswala kuhusu the